mwimbaji wa muziki kutokea nchini Nigeria, Burna Boy, amefungulwa mashtaka katika mahakama ya New York nchini Marekani na gwiji wa muziki wa Haiti aitwa Fabrice Ruzie kwa tuma za kutumia kazi yake bila ruhusa. Ruzie anadai kuwa Burna Boy aliiba vionjo vya wimbo wake wa mwaka 2002 uitwao Jeves. Kesi iliwasilishwa katika mahakama ya wilaya ya Marekani kanda mashariki ya New York imedai kuwa Burna Boy na mwimbaji wa Kifaransa pia kiaitetwa Jodwet Fire jina halisi Jo Juice walitumia utunzi, sauti na picha za video kutoka kwenye wimbo wa Javres bila idhini katika wimbo wao 4 Kampe 2 wa uliotolewa Machi 28 mwaka wa 2025. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, ukiukaji ulianza mwishoni mwa mwaka 2024 wakati Javres alipotoa wimbo wa awali 4 Kampe ambao unadaiwa kuwa na mfanano mkubwa na alimtumia Jeves barua rasmi ya kumtaka acho kutumia kazi hiyo na kwamba Juves alikiri kutumia nyenzo kutoka kwenye wimbo wa Jeves. Hata hivyo licha ya onyo hilo kali, Juves alimshirikisha Burna Boy kwenye remix ya wimbo huo, ambayo inadaiwa kuwa na mistari na midundo inayofanana mno na ile ya Ruzia, ikiwa ni pamoja na mstari wa kifaransa unaosema Jr asu secamp. Ruzia na watuhumu wasanii hao kwa kunufaika kimakusudi kutokana na kazi yake isiyotumika kialali, hali iliyomsababisha hasara ya kifedha, kuharibiwa kwa sifa na kupoteza fursa za kazi. Anadai ya kuwa Burna Boy alifahamu kuhusu ukiukaji huo, lakini bado aliamua kushiriki katika utayarishaji na usambazaji wa 4 Kampe. Msanii wa mkongwe kutokea Haiti anaiomba mahakama hii mlipe fidia ya kifedha